Jambo mpenzi mtazamaji, ni awamu ya uchambuzi wa fasihi hapa katika Edu TV ambapo tutakuwa tunachambua tamthilia ya Bembea ya Maisha. Ndimi nahodha wako Fibian Muthama, na walimu tajika ambao tuko nao hapa watakuwa natuelimisha vipengele, baadhi ya vipengele katika tamthilia hii ya Bembea ya Maisha. Karibu sana na karibu walimu. Asante, asante. Asante. Kwanza tuanze kwa kujitambulisha, unaitwa nani? Asante Bi Fibian, nami naitwa mwalimu Meshak Omuhaka Mwalimu wa somo la Kiswahili mm, shule ya upili ya wasichana ya Moi Kamusinga. Mm -hmm. Karibuni sana nyote. Mhm. Mm. Na ndani mwenzangu. Mimi naitwa B Emma Makwa, mwalimu wa Kiswahili katika shule ya upili ya wasichana ya Lugulu. Mhm. Mm, Lugulu, ah uh, Lugulu Girls, shule ya wasichana eh. Naam. Na shule ya Moi um... Girls Moi Girls Kamusinga. Kwa hiyo hapa shule zimewakilishwa ni za, za wasichana naam. <laughs> tuanze kwako mwalimu Meshak. uh, leo umekuja kutufundisha nini katika Bembea ya Maisha? uh, bila shaka hii leo tunataka kuwachambua, mm -hmm. wahusika wawili au watatu pengine, mm -hmm. wa katika tamthilia yetu ya Bembea ya Maisha mm -hmm. tungependa kuangalia ile ndoa ambayo haiko kijijini, mm -hmm. ndoa ambayo iko pale mjini kwa hivyo tuangalia muhusika Neema, mm. pamoja na mmewe Bunju, mm. na yule mtoto wao ambaye ni Lemi. Sijui kwa nini nakisia kwamba hili neno ama hili jina la Bunju litakuwa ni la kimajazi na nakisia kwamba huenda si so mtu sawa, au niwache kuhukumu kwanza, mwalimu mm -hmm. ema Mm -hmm. Anasema kwamba tunazungumzia Neema na Bonjo. Naam. Tuanze kwa kwa sababu wanasema wanawake kwanza. Mm -hmm. Tupe um, sifa za Neema. Uh, Neema ni mhusika ambaye tunampata katika mandhari ya jijini. Mm -hmm. na ni mtoto wa mzee Yona na mm -hmm. Bisara. Mm -hmm ni mtoto ambaye uh, ni ni, ni, ni, ni mhusika ambaye mm. Ndiye kifungua mimba katika jamii ya, ya Yona mm -hmm. na Sara Natuna na tunaona kwamba ametwikwa majukumu mm -hmm. kutokana na kwamba yeye ndiye uh, kitinda mimba, kifungua mimba mm -hmm. Hivyo ana jukumu la kuhakikisha kwamba jamii yake iko sawa, inawekwa sawa mm -hmm. naam. Kwa hiyo huyu mwanamke ni mwanamke ambaye anaangalia sehemu zote mbili kutoka kwa familia yake, ambako huko alikotoka alikozaliwa, na kwa familia yake na maana kwenye ndoa yake, naam. mm -hmm. pengine kwa kuongezea, um, mm -hmm. haitakuwa sawa tukisema kwamba ana majukumu familia zote mbili, maanake mm -hmm. pengine hiwe ni majukumu tu ya kuwa mke, lakini majukumu ya kifedha katika familia yake, unampata mume wake Bunju, kwa namwangalia Bunju mm -hmm. amemruhusu asitumie mshahara wake. Bunju amejitwika majukumu yote ya pale nyumbani. mm -hmm. Kwa hivyo mshahara wa Neema wote anautumia kule nyumbani. mm -hmm. Na ndio sababu hiyo tutasema kwamba, uh, unapata sifa yake kuu ya kwanza ambayo inajitokeza, anakuwa ni mhusika ambaye amewajibika, amewajibikia wazee wake pale nyumbani, mm -hmm, pamoja na wanuna zake Ukiangalia ukurasa wa Nani sabini. Nani huu tunayozungumzia mwalimu? Neema. Neema. Kwa hiyo hatu zungumzi Bunjo. Aha, sasa sewa, siyo Bunjo, tuko kwa Neema. Mm -hmm. mm. mm. Napata kwamba amewajibikia mm -hmm. wale wanuna zake pamoja na wazee wake kijijini. Mm -hmm. Kwe, ukienda nami katika ukurasa wa sabini na tatu. Mm -hmm. Utapata pale chini kabisa. Mm -hmm. Yona anataja tu kwamba ukurasa wa sabini na tatu sabini na tatu. Mm. Mm. anasema kwamba hilo hilo jiko la gesi ulilotununulia hivi majuzi mm. limesaidia pakubwa mm -hmm. katika onyesho la tatu mm -hmm. eh, sehemu ya kwanza mm. unaona Dina wakiwa na Sara wanapika jikoni na kuna moshi kabisa hadi Sara anatoka nje kwa sababu ya kukohoa lakini hapa unaona Neema amewanunulia jiko la gesi mm. jamani hapa ni kuwajibika kwake Mm. Kwa wazee wake pale nyumbani. Mm-hmm. Kwa hiyo mwalimu, umetueleza kwamba Neema ni mwanamke ambaye anawajibika hasa kwa familia yake na hata kwa familia yao ambako huko ndiko walitoka. Kwa kumshughulikia umetaja kuhusu kumshughulikia mamake hasa kwenye kumlia jiko la gesi. Akajipa jina Kalasinga baba yako ashindiki kwenye mjadala kama huu, anaweza kuongea kutwa nzima. Hata mimi nimegundua hilo. Hata haya, nenda ukaandie kiamshakinywa. Nitaenda mara moja, nishaenda tayari. Ah baba, nawe hilo jiko la gesi ulilotununulia hivi majuzi limesaidia pakubwa. Kuwa na mgoja, mama yako amke, tupate sote ku... kwanza kwa pamoja. Zamani tukifanya hivyo, lakini hatukuidumisha desturi hiyo mama yako anaelewa. Nilipopata harufu ya mahamri nilijua bila shaka kwamba baba yako ameingia jikoni. Mama, sijamwona baba akipika hivi karibuni. Mwalimu Mesha, kinapenda vile unavyozungumzia nafasi ya mwanamke, ukimtajia uh, Neema kuwa na sifa nzuri, anawajibika sawa sawa kwa familia alikotoka na familia aliko ambapo ako kwenye ndoa yake. Sijui kama unala kuongezea kwa hapo, kwa Neema Mwalimu Ema, pale kwa Neema pia tunapata kwamba ni mhusika ambaye ni mwenye bidii mm -hmm. na bidii yake inadhirika hasa masomoni mm -hmm. kwa mfano tu katika ukurasa wa thelathini mm -hmm. ana, mm -hmm. na, akusu... na tano ni mazungumzo ambayo Asna ndiye ana anaongea na anazungumza kuhusu taratibu ukurasa na eh thelathini na tano. mm -hmm. Maneno ya Asna pale chini mm -hmm. katikati anasema kwamba digrii mbili ni mchezo, kumaanisha kwamba amesoma akahitimu na ana digrii mbili. mm -hmm. Kumaanisha kwamba alikuwa ana bidii sana masomoni. mm -hmm. Na kuna pale pia ambapo tunaambiwa kwamba, um, alikuwa mwanafunzi ambaye hakuna aliyemshinda pale shuleni, kwa hivyo alikuwa na bidii sana katika masomo yake. mm -hmm. Na pia anabidii katika kazi yake lakini mama, nyumba yote hiyo na nafasi yote hiyo anaona mhali wewe kulaza ubavu wako humo wewe, uliyempa binti, tena binti mwenye kisomo si haba. Digri mbili si mchezo. Basi, kama huo ndio umalaika, haufai pesa mbili. Ni shemeji yangu, lakini ushemeji una dhamani ukiwa na udugu. Hata mimi hilo huniuma, lakini nifanye nini? ulazimika mara kwa mara kuunga moyo wangu, kila mara ukijikumbusha kuwa nyonge msongee, ila ninashukuru aliutetea uhai wangu. Kwa hiyo huyu, uh, mwanamke ana ni mwajibikaji na ni uh, mwenye bidii. mm -hmm. Bidii inajitokeza kwenye elimu yake na pia kwenye kazi zake za kawaida. Naam. Na pia ni mwanamke mwenye shukrani sababu unampata kwamba e, tunaelezwa kwamba alipatana na Bunju katika muktadha wa ajali. mm. kwamba alihusika katika ajali ya barabarani. mm. ukiangalia ukurasa wa arobaini na moja mm -hmm. uh, mwisho wa onyesho la kwanza. mm -hmm. uh, sitasoma yote ambayo ameyataja manake. mm -hmm. amesema mengi tu pale. mm -hmm. lakini pale chini mm -hmm. anasema kwamba anakufanyia mpango wa flying doctors, ndege inafika kukupeleka hospitali mwenyewe huyo analipia kila kitu, ninakwambia kila kitu. Mtu huyo atakosaje kuwa zawadi kwako? Hapo kwa ana kila kitu eh, kweli kweli, kuniradhi kwa kukatiza. Kila kitu na mimi nimeona kila kitu, ana- anasisitiza vizuri, anasisitiza ku, ku, ku, kwa maana ya kuwajibika na bidii yake na ni mwanamke uh, nikiongezea tu Naam, ana anatoa ule msisitizo mm. Kwa sababu tunaelezwa kwamba alikuwa katika hali ya kutojijua kutojifahamu kwa miezi miwili mm. Na wakati wote huu inakuwa ni Bunju ambaye hakumjua. Bunju alikuwa tu mpita njia, akamuona akaona kumetokea ajali na akaamua kusaidia mm. E, na akalipia gharama zote za hospitali mm. Na ni kwa sababu hii ndipo anamheshimu na kila wakati anaonekana kumshukuru kwa sababu ya uh, ile kazi nzuri ambayo alifanya kabla ya kuanza wow. kuchumbiana pengine na hata kuingia katika ndoa na bila shaka mtu yeyote huwa ana shukurani, ana heshima vizuri kwa hivyo, utapata pia ni mhusika mwenye heshima, ni mwenye heshima hmm. na ni mwenye uh, shukurani mm-hmm. Aha. kwa hiyo ina maana yeye alikutana na Bunju hapo hapo kwenye fadhila zake <laughs> kwa sababu alipelekwa, umeniambia, alipelekwa ali alitafutiwa wa wale madaktari wa flying doctors. Flying doctors. Eh, kufa, eh, kufanyiwa matibabu kwa hiyo ali kusisitiza hiyo, kila kitu ina maana ana shukrani kweli kabisa. Mwalimu Ema hapa mm -hmm. naona tunajengewa nafasi nzuri sisi kama wanawake, pengine kuna lingine la kuchochea uh, tunaona kwamba kweli uh, Neema amepewa nafasi nzuri sana katika jamii kama mwanamke mm -hmm. kwa sababu licha ya bidii yake mm -hmm. na uwajibikaji wake mm -hmm. Tunaona kwamba ni mwanamke jasiri mm -hmm. Hata namna ambavyo anashiriki mazungumzo na mmewe, tuna, tunaona ujasiri wake mm -hmm. ajenyong'onyea kama mwanamke mwanamke, kwamba mimi ni mwanamke tu mm -hmm. Anadhirisha ujasiri mkubwa hata anapoenda kule kijijini mm -hmm. Anaenda akiwa anaendesha gari mm -hmm. na kule kijijini hata wanauliza, kwani kuna mmoja wa wale wazee katika mm -hmm. mazungumzo yao Mm. Anasema kwamba niliona gari likija huku mm, na kuona ndani, naona ni mwanamke anaendesha na <laughs> si mwanamke tu, ni neema mm. Hivyo inadhihirisha kwamba alikuwa na ujasiri mm, uh, kama mwanamke naam, mm. Na, na huyu mwanamke amejitawala kisawasawa, ah, ni kweli ah. Manake umepewa, una digri mbili ah, kisha umewajibikia familia yako, una mpaka na gari na mimi najaribu na, na, na, na kutafakari mambo kama haya nikiwa na itabidi nime nakuwa nime- najitanua sana inapelekea ndio umuhimu wake iwapo. uh -huh. eh, utaangalia umuhimu wake kama mhusika uta, tutasema kwamba uh, ni, ni, ni, anaonyesha kwamba wale wanawake ambao wame, wameweza kujitegemea ana digrii zake mbili uh -huh. lakini bado wako katika ndoa iwapo. uh -huh. utamlinganisha kidogo tu na yule dadake, sitaki kuangalia dada lakini uh -huh. kumlinganisha tu kidogo na yule dadake ambaye degree anayo moja, lakini hataki kuingia kwa swala la ndoa. Lakini huyu ana degree mbili, anajiweza, ana kazi yake, lakini bado ni mnyenyekevu katika ndoa yake. Kwa hivyo tutasema kwamba ni kielelezo cha wanawake ambao wanafanikiwa kimasomo na hata kikazi mm. lakini bado wanasalia katika ndoa na katika msingi wa familia Mwalimu, mbona unasema bado? Ina maana wanawake sisi tukipata degree na familia tunajiweza, hatuwezi kukimu ndoa? Ndio sababu nikamlinganisha kidogo tu na yule dadake, maanake uh -huh. Asna kwake uh -huh. baada ya kupata ile degree yake uh -huh. anaona ashafika uh -huh. na kile kijumba chake kidogo, anasema yeye hahitaji kurudi kijijini, hahitaji uh -huh. mme yeye mm. tayari ameshatoshelezeka. Kwa hivyo iwapo mm. utamlinganisha na Asna mm. utaona kwamba yeye anakuwa ni kielelezo cha wale ambao wanafaulu lakini bado anasalia katika ndoa. Kwa hiyo umuhimu gani zaidi anatupa huyu mwanamke kwako mwalimu? Uh, nafikiri pia ametumika katika kutuonyesha ploti, kufululiza ile ploti ya hadithi mm. tunampata anatajwa katika onyesho la kwanza sehemu ya kwanza mm -hmm. Uh, wazazi wake wanapomtaja katika mazungumzo yao mm -hmm. Na tunampata Neema ndiye pia anatumika kumpeleka mamake mjini um, anapata matibabu, anamrejesha nyumbani, kwa hivyo ametumika kuendeleza ule msuko wa hadithi kuanzia mwanzo hadi mwisho na kuikuza ploti ya hadithi maana, mm -hmm. Tunampata tangia mwanzo wa hadithi hadi mwisho wa hadithi uh, Huyu ni mhusika mkuu ambaye yuko mwanzo na mwisho, naam. Kwani huyu mhusika uh, naona kila kitu ni kizuri naona, uh, katika kazi za fasihi, hasa katika Bembea ya Maisha, huyu mwanamke amepambwa kwa kila aina, amepambwa katika kila uh, idara. Sijui kama kuna umuhimu mwingine pengine hasi uh, ukijaribu ha, kumtafutia kutuwe. sifa yote ile hasi, mm huenda -hmm. usifanikiwe mm -hmm. e, bila shaka uh, mwandishi mm -hmm. amependa kumsawiri kuwa ni muhusika ambaye ana sifa chanya tu mm. E, kwa sababu ya zile zile hulka zake za kawaida mm. E, unaona ni muhusika ambaye ana sifa chanya tu mm -hmm. Maanake hata pale ambapo pengine utasema ana msukumo wa kuleta mm. sifa hasi mm. bado anakwepa mm. na anasalia tu kuwa mhusika mnyenyekevu, mtulivu, mwenye heshima na kadhalika. Kwa hiyo pia ni mnyenyekevu huyu muhusika. Ni mnyenyekevu bila shaka. Amenyenyekea wapi amenyenyekea namna ambavyo, uh, anapoona kwamba atalemewa na gharama ya hospitali mm. ana, anavyozungumza na mumewe kuomba msaada, anazungumza kwa unyenyekevu mm. uh, ingawa tunaona kwamba mumewe kidogo anaona kwamba huyu ni mwanamke ambaye hajitosheka mm. anaona amefanya kila kitu lakini hajitosheka, lakini hata hivyo anaendelea kuonyesha ule unyenyekevu Hmm. Um, hajitanui kwamba wajua mimi nina digri mbili hivyo hmm. na, na, na, na, na, nataka msaada wako tu kwa lazima la hmm. Ananyenyekea, anaomba pale ambapo wapati anasema ni sawa tu, sikukusudia hmm. Hivyo ninajua kila mmoja wetu ana kishorobo chake anacholima. Ninaomba tu nitilie pondo Angalau huu ugonjwa wa mama uwe mwepesi. Kama uwezi, basi naomba mkopo. Emma, mbona huelewi? Siku zote nimekuambia kimasomaso, tena kwa lugha wazi, kuhusu hili. Majukumu yangu kama mume nitafanya, nimejitolea mpaka hapo kuyatekeleza. Wewe unafahamu uzito wa majukumu niliyo nayo. Mshahara wako sikuombi wala sikupangii. Gharama zote za ujua tu mfuko wangu Ninaomba tu alafu nitaregesha nita, mwisho wa mwezi. Hauelewi? Basi nieleweshe. Hauelewi kuwa mambo ya ngomani huishia hapo? Mimi nimekuja nyumbani mapema kwa kuwa namwonea faraja mke wangu, lakini badala ya kunikaribisha moja kwa moja na uzoa mjadala uliokwisha kufungwa. Si hata mgeni wa kupita hupewa glasi ya maji au kombe cha chai kuonyesha hisani? Bila shaka chai utapata Mm -hmm. Nafikiri hii ni kauli nzuri kwa sababu uh, inatufundisha wanawake <laughs> namna ya kuomba hela <laughs> <Vizuri. laughs> <laughs> Usipende kwenda kuomba ah, nipatie hela unatumia yeah. njia kama vile uh, Bi Neema katika uh, tamthilia ya Bembea yeye yeah, anabembea na maisha yake kisawasawa. Nadhani mm -hmm. mm -hmm. bila shaka alikuwa amemwelewa mume wake Bunju. Mm. Ah, uh, iwapo tutaingia tena kwa huyu Bunju ah tutumuae. Kwa hivyo siri ni kumuelewa tu, na alikuwa amemuelewa huyu Bunju. Aha. Uh, Bunju utapata kwa kuguzia tu, ni jina la kimajazi hmm. Bunju ni yule samaki ambaye mara nyingi hutoa sumu la ambayo, tena husafishwa hmm. uh, sasa huyu bunju hmm. ni mhusika ambaye hmm. ni mume wake Sara hmm. na ni babake Lemi hmm. eh, na Mina Mina. Eh, hmm. Na ni mhusika ambaye nyumbani kwao alikuwa ni kitinda mimba. Hmm. Tofauti na Sara Neema samahani ambaye alikuwa ni kifungua mimba. Mm -hmm. Kwa hivyo Bunju unapata ni mhusika ambaye ni mwenye bidii. Mhm. Mm eh ni mhusika ambaye amejitolea kufanya kazi mm -hmm. kwa vyovyote vile. Kuhakikisha kwamba familia yake imepata mahitaji yote ya kimsingi. Mm -hmm. Anampeleka Mina shule ya bweni, ambayo mm -hmm. ina karo ni ya juu kidogo. Na amechukua mkopo amejenga nyumba, nyumba nzuri mm -hmm. tu. Mm -hmm. Amemnunulia mkewe hata gari. Mm Huyu -hmm. ni mhusika ambaye anabidi Hmm. Mm -hmm. Kwa hiyo Bunju, uh, sio vile nilikuwa ninavyodhania. Bunju ni mwanamume ambaye anawajibika katika kutekeleza mahitaji ya, ya kimsingi ya familia yake kweli mm -hmm. kabisa, na pia ni ni mtu tunahitaji mtu ambaye anampa mke wake uhuru mpaka hata pesa mwitishi huenda, uh, tunaweza tukasema kwamba ni mwenye haki, hmm. ah, ni mwenye haki. A, ana, anaona kwamba yeye hmm. kitinda mimba hana majukumu kule kwao huyu uh -huh, mkewe, mm -hmm, ni kifungua mimba, majukumu yote ya nyumbani ni yake, mm -hmm. Kwa hivyo anamwambia kwamba pesa zako, mshahara wako, nimekupatia uhuru, mm -hmm, wa kusaidia familia yake, mm -hmm. <laughs> na pia bila shaka utapata kwamba katika kuwa na haki, mm -hmm, tena unapata kwamba ni mtu mwenye utu, mm -hmm. Uh, hebu fikiria wewe huko katika pitapita -pita zako tu, mm -hmm, uh, kumepatikana ajali, hata iwapo, mm -hmm, ni mimi huenda nikashughulika tu nikampeleka katika zahanati pale karibu, lakini huyu alipopata kwamba kumetokea ajali aliwatafuta madaktari Hw. wa flying, uh, the flying doctors, na inapelekea kwamba Neema alisafirishwa pengine kwa ndege kapeleka hospitalini na akashughulikiwa e, hadi mwisho na akalipia ile gharama yote Hw. Hw. kwa hivyo anakuwa kwamba yeye ni mhusika mwenye utu yeah, tunasema kwamba ni mhusika mwenye utu Hw. Hw. Hw. Bunju ni mmoja wenu, nyote ni wanangu. Haya yalikuwa maneno ya mama. Wakati huo sikuwa ninaona, lakini sasa ninaona wasemavyo, mwenye macho ambiwi tazama. Kweli iliyoje! Japo hutokea wakati mwingine tukalalamika, nafikiri bunju ni zawadi nzuri kwetu. Leo tungekuwa wapi bila bunju? Maji angezidi, unga usingepikika, usingelika. Hebu fikiri unapata ajali mbaya inakuacha mahututi. Anapita mtu katika gari lake kwa imani, anaguswa, anakufanyia mpango wa kuita flying doctors. Ndege inafika na kupeleka hospitalini. Mwenyewe huyo analipia kila kitu na kuambia kila kitu. Mtu kama huyo atakosaje kuwa zawadi kwako? Kwa hiyo tunaona anawajibika mm -hmm. Uh, na ni mwenye haki na mwenye pia ni bidii. mwenye, bidii, bidii. mwenye mm -hmm. na vile vile mwenye utu mm -hmm. Pengine Bi Ema mm -hmm. Kauli yako ya mwisho, umuhimu wa Bunju. Bunju. Um, kuongezea Bunju ni muhusika ambaye tutaona kwamba mwandishi ametumia kutuonyesha nafasi ya mwanamume katika jamii na jukumu la mwanamume katika jamii mm. Tunaona kwamba huyu mwandishi Timothy Arege kidogo anataka kutuonyesha kwamba mume mm -hmm. anafaa kuwajibikia jamii yake mm -hmm. na, na mke wake na mm -hmm. familia yake mm -hmm. uh, labda kinaya na hali ambayo tunaona katika maisha ya kawaida, kwa hivyo mm -hmm. ametumika kutuonyesha ile nafasi ya mwanaume mm. na pia wajibu wake mm. katika kuwajibikia familia yake mm, um, labda kuongezea pia ametumika kukuza maudhui mm. yale yale mm, na labda kuongezea maudhui ya mabadiliko katika hadithi yake mm. Naam mm -hmm. Kwa hiyo tumeona ni mwanaume mwenye bidii, mwenye haki, ni mwenye kuwajibika mm -hmm. mm -hmm. Naye Neema ni mwanamke mwenye bidii pia mm -hmm. mwenye kuwajibika na mnyenyekevu na mpenda amani. <laughs> Sijui kama kuna lingine na mtazamaji, kama kawaida kila siku tunaona kwamba mwanamke siku zote anasikika ila hana kauli ama hana nafasi ya kusema, lakini ka, katika kazi hii ya Bembea ya Maisha tunaona mwanamke amepewa uhuru wa kutosha, uhuru wa kisawasawa, na ni vipengele ambavyo tumezungumzia leo kuhusu wahusika na umuhimu wa, wao katika jamii. Si hapo tu, ukiwa unataka kwenda kuona mkono wa bahari, nenda pwani. Ukitaka kujua zaidi, basi unacho kitabu cha kujichambulia zaidi ya haya ambayo tumesema leo. Nimekuwa wako Fabian Mudhama na hodha, na mwalimu Meshak, na vile vile mwalimu Emma. Tunakutakia utazamaji mzuri, kumbuka hii ni Edu TV. Kwa heri.